Kwanza, labda labda watu tujue kwamba katika historia ya maendeleo ya nchi kuanguka kwake na kusimama kwake e, moja ya eneo ambalo wale ambao walikuwa na nguvu dhidi ya mataifa yetu e, kwa maana ya wakoloni waliotutawala baada ya kuwa wame, wameondoka katika hizi nchi walitizama moja ya mikakati ambayo wanaweza kuifanya ili kuendelea kuzinyonyonya hizi nchi. Sasa moja ni kitu ambacho mnakifahamu kinaitwa ukoloni mamboleo. Sasa ukoloni mamboleo unafanya kazi katika njia nyingi na mikono tofauti, lakini moja ya eneo ukiachana eneo la teknolojia, inafanya kazi kupitia mkono wa wanaharakati wabaya, kwamba ni watu wanaokuwa kwenye nchi fulani ambao wamejijengea pengine umaarufu aina fulani ambao wanaaminika na wengine kwenye jamii. Sasa watu wale e, hutumika kubeba agenda ambazo e, usipokuwa na umakini, unaweza ukadhani wanazitetea nchi au wanatetea maslahi ya nchi zao, lakini kiundani huwa wanabeba maslahi ya wakubwa, huwa wanabeba agenda za, za uharibifu zaidi e, kuliko agenda za kujenga, na ndio maana watu wata, watakubaliana na mimi kwamba ni nani aliwahi kumsikia mwanaharakati katika hizi siku za hivi karibuni akihamasisha pengine labda e, upatikanaji wa bei nzuri ya, ya, ya pembejeo akihamasisha labda watu kulima vitunguu, akihamasisha labda watu kulima muhogo, akihamasisha labda watu kulima nyanya? Hakuna harakati ya namna hiyo katika mataifa haya yanayoendelea, japo ni sehemu ya, ya, ya, ya wanaharakati kwamba mwanaharakati kazi yake si kwamba ahamasishe eneo la vurugu katika nchi na kuharibu taifa jingine. Unaweza ukatuma ujumbe wa kuhamasisha katika yale maeneo ambayo yanakusudia maendeleo. Sasa kinachofanyika kwa sasa na haya mashambulizi yanayotokea dhidi ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan inathibitisha uwezo mkubwa alionao rais katika kusimamia e, misingi na maadili ya taifa lake lakini katika kusimamia uhuru E, wa taifa kwa sababu kazi kubwa ambayo rais wa nchi anakuwa nayo pamoja na mambo mengine ya maendeleo, lakini ni kuhakikisha zile tunu za taifa zinaendelea kusimama. Sasa tunu ni nini? Tunu ni pamoja na amani ya taifa, umoja na mshikamano, lakini uhuru wa taifa kujiamulia mambo yake. Kwa hiyo matamshi ya Daktari Samia dhidi ya, ya wanaharakati yalikuwa ni sahihi sana, na kwa kweli nadhani yalihitaji pia hata kuwa makali zaidi ya hapo, kwa sababu sisi tunafahamu kwa namna gani kupitia wanaharakati nchi mbalimbali duniani zimeanguka. Wote mtakuwa mnafahamu mkono na kalamu ya wanaharakati wabaya, kwa sababu kuna wanaharakati wazuri, lakini wanaharakati wabaya namna ambavyo walisababisha machafuko makubwa pale Libya, namna ambavyo watu walikuwa wanaishi kwa maisha mazuri, ikaingia ndimi za wanaharakati, wakachochea umma, wakafanya wakaonyesha kwamba viongozi wao ni wabaya. Leo kila mmoja atakuwa na, anafahamu nini kiko Libya, ni zaidi ya jahanamu, lakini watu watafahamu kilichotokea kuanzia mwaka elfu mbili na kumi kinajulikana kama Arab Spring, namna ambavyo kalamu ya wanaharakati wabaya walivyoshawishi mataifa mbalimbali mbali ya Kiarabu kuwaonyesha kwamba viongozi wao waliopo sio wazuri, wafanye mabadiliko ya demokrasia ili wapate mambo mazuri, kumbe nchi zile zinakwenda kuharibika. Mnafahamu kilichotokea Misri mpaka anaondoka ana, ana, ana ana, ana rais wa Misri Hosni Mubarak. Mnafahamu kilichotokea Tunisia Zaid bin Abdelli anakimbia. Mnafahamu lakini hali iliyochagizwa na harakati kikatokea kule Syria. Leo mnaiona Syria ilivyo. Mnafahamu kinachotokea Yemen ni mkono wa wanaharakati wale wanaotumia kalamu na ndimi zao vibaya kuchochea uasi katika nchi za wengine, lakini kuonyesha kwamba uhuru ni vurugu, uhuru ni mataifa kutokuwa na msimamo.